Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweka maazimio mapya kupitia kamati yake kuu kuhusu kuendeleza kampeni ya No Reforms No Election. Hatua inayoashiria msimamo mkali wa chama hicho dhidi ya kile kinachoonekana kuwa ni ukosefu wa mazingira huru ya kisiasa nchini. Maamuzi haya yanakuja wakati ambapo msajili wa vyama vya siasa nchini amepeleka barua Chadema kuhusu chama hicho kukiuka sheria, ambapo amejibiwa vikali na viongozi wa Chadema ambao wamemshutumu kwa kuitumikia serikali badala ya kusimamia demokrasia. Akitangaza maazimio hayo jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema msajili wa vyama vya siasa nchini amekiuka utaratibu na hawakubaliani na aliyowapelekea kwamba msajili amejigeuza eh, kamati ya rufaa ya chama chetu. Katiba ya chama chetu haimpi hayo mamlaka, sheria anayoisimamia haimpi hayo mamlaka, eh, katiba ya nchi haimpi hayo mamlaka kama kuna mwanachama yupo analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na ofisi yake, kuna tuhuma za wazi kwamba wao ndio walalamikaji wa kwa kumtumia huyu mtu ambaye anatumika kama kikaragosi wao ndio wanaoandika barua, wao ndio wanasikiliza kesi halafu wao ndio wanatuhukumu chama chetu hakiko kwenye hizo levo, kimekataa kufuata maagizo hayo, na katibu mkuu wa chama chetu ni yule tuliyempitisha kwenye baraza kuu la chama tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu full stop. Pia Heche amelaumu vyombo vya dola kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo kukandamiza uhuru wa kukutana, kukamata wafuasi wake kiholela na kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wanaharakati wa kisiasa. Kamati kuu ya chama imepokea na kujadili ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea hapa nchini, na imelaani vitendo vya utekwaji na kupotezwa kwa wanachama wetu Mdude Nyangali. Vitendo hivi vya utekaji na kupotezwa kwa wanachama wetu vimeshamiri na vinaratibiwa na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tarehe mbili mwezi wa tano saa saba usiku mwanachama wetu Mdude Nyagali alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa hajulikani alipo. Imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupotezwa. Tumefikia mwisho wa uvumilivu. Aidha, kuhusu kampeni inayoendelea nchi nzima ya no reforms no election, h amesema ni madhubuti ikitaka serikali kufanya marekebisho ya kisheria na kiutendaji kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wowote mkubwa ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Ndugu zangu wasomi, kwenye hili ni aibu, ni aibu kwamba nchi hii mtu anayesema tufanye reforms ambazo rais mwenyewe alizungumza for hours, mtu anayemwambia rais kwamba kumbuka ulichotuahidi, kwamba tunahitaji reform tunahitaji resilience, uvumilivu wako, tukukosoe na serikali yako, kwa sababu nchi hii sio mali yako binafsi, hujatoka nayo kwenu kizimkazi. hii ni nchi yetu sote. Mtu anayemwambia ulisema utafanya rebuild anakamatwa kwa kesi ya uongo, anapewa kesi ya uhaini, na sisi wengine tunatishiwa. Tunajua tuko kwenye rada, lakini hatutarudi nyuma na hatutaogopa hata dakika moja. Hii kazi lazima tuiendeleze. Chadema tumekataa jambo hilo na hatutakubaliana nalo. Kwa tutaendeleza ziara ya no reforms, no election, na hakutakuwa na uchaguzi nchi, na nataka niwahakikishie, bila Chadema kuwa kwenye ballot ya nchi hii hakuna uchaguzi utakaofanyika. Mbali na maazimio hayo, Heche amesisitiza kuhusu msimamo wa viongozi wa dini, taasisi na watu mbalimbali mbali wenye mapenzi mema na maendeleo na taifa la Tanzania. Kwa hiyo kamati kuu yetu imetambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa ndani na nje ya nchi, kauli za watu maarufu. Jaji Warioba amezungumza, mtu ambaye amekuwa kiongozi mwandamizi kwenye nchi. Nyingine zinazoheshimu watu hawa, ni waasisi wa nchi yetu waliobaki. Wakishasema wameona mengi, ni kauli ya nchi. Amezungumza mzee Butiku mezungumza TC na mpaka wakampiga Padri Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki, taasisi kubwa kabisa kwenye nchi hii ambayo pengine na watu wengi sana kwenye nchi hii mezungumza Shura, maimamu wakina wakina Sheponda wamezungumza, mezungumza KKT barozi zote za nchi zimezungumza kwamba kuna need ya kufanya mabadiliko. Hao watu ambao hawasikii hii kauli ni kina nani? Hapa wamebaki CCM na vikaragosi wake wachache wanaowatumia, ndio wanasema uchaguzi unawezekana kwa njia hii. Watu wengine wote, sei, watu wenye maono, watu wa kweli wamesema uchaguzi hauwezekani bila mabadiliko. Kuhusu elimu, mafunzo na namna watakavyoziba pengo la waliojiongoa wa CHADEMA, Heche amesema kwa mkisikia kelele zinapigwa huko oh, CHADEMA inakufa, unaweza ukafikiri hakuna program zinafanyika. Wengine wana ajenda dhidi ya CHADEMA, kila siku wao ni kuandika CHADEMA inakufa, CHADEMA inakufa. Kuna kazi kubwa inaendelea, kuna mafunzo yanaendelea kila kanda hivi tunavyozungumza na yataendelea. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inaendelea ya training kwa sababu sisi ni kisima cha kutoa watu wenye weredi wazuri wengine sasa. Eh, eh, kuna watu eh, wameondoka, wakafikiri wao ni maarufu sana kwenye chama hiki. Kuna mtu anasema kwamba mimi, eh, mimi ndio nilikuwa injini <laughs> amegombea ubunge miaka ishirini, hajawahi kupata hata asilimia thelathini. Kuna wengine hata kwenye ule upepo wa Roasa mkoa mzima walishinda, akashindwa yeye tu mmoja a <laughs> naimi <laughs> mashine. Unawaangalia. Kwa hiyo ndugu zangu, kamati kuu imeazimia mapengo yote yazibwe, na tuna watu wengi kwa kweli. Msikie sikiliza, hakuna chama ambacho kinaweza kuitisha mkutano organic kwamba oya hapa Kinondoni, Chadema na hutubia kikajaza kama sisi akipo. Aidha, Heche amepigilia msumari katika kauli za askofu Gwajima na mbunge wa Kawe kuhusu utekaji unaoendelea nchini. Sasa kama mlivyomsikia jana askofu Gwajima, ambao ni msimamo ambao chama chetu kimetoa muda mrefu, amesema kuna vikundi ambavyo vimeundwa ambavyo haviko kwenye utaratibu, sio jeshi la polisi, ni vikundi ambavyo vinalindwa na kupewa mamlaka na wale wanaoteua wakuu wa vyombo vya dola kwenye nchi nane. Anateua wakuu wa vyombo vya dola? Rais ndo anamteua IGP, rais ndo anamteua mkurugenzi wa usalama wa taifa, rais ndo anamteua mkuu wa majeshi. Sasa hivi vikundi vinavyofuatiliwa wanakuta kuna force kubwa zaidi ambayo hawawezi kuibreak. Sasa maana yake tuko kwenye taifa ambalo ni kama taifa yale ya, ya Latin America ambayo magenge yapo, yanalindwa na watu wenye nguvu, yanafanya uhalifu kwenye nchi yetu. Taswira inayojitokeza ni ya mvutano unaendelea kati ya Chadema, ofisi ya msajili wa vyama na taasisi za dola. Hali hii inaweza kuongeza shinikizo kwa serikali kuhakikisha kunakuwa na mchakato wa mageuzi ya kisiasa unaojumuisha pande zote ili kudumisha utulivu wa kisiasa na kuepusha migogoro kuelekea uchaguzi mkuu ujao.